Ini linapozidiwa sumu zikawa nyingi, linashindwa kuchakata homoni vizuri, hasa homoni zinazohusika katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, katika hedhi na katika hamu ya tendo la ndoa. Homoni hii inaitwa estrogen na hapo tunaweza kupata kitu kinachoitwa estrogen dominance, ambayo inaweza ikasababisha maumivu wakati wa hedhi lakini pia kusababisha kushindwa aa, kusababisha kukosa hamu ya tendo la ndoa na ukavu ukeni. Sasa ili kuondoa tatizo hili la ukavu ukeni na kukosa hamu ya tendo la ndoa, lazima tuweze kusafisha ini na kutoa sumu kwenye ini. Na leo tunaendelea na siku yetu ya nne ya kusafisha ini kwa kutumia Liver Care. Kama ni mwanamke uondokane na changamoto ya estrogen dominance au maumivu wakati wa hedhi kukosa hamu ya tendo la ndoa na ukavu ukeni, tutachukua kidonge kimoja na kukimeza kuelekeza, ukisafisha ini lako jinsi utakavyoimarisha mfumo wa uzazi na kuondoa matatizo ya ukavu ukeni na matatizo ya homoni za estrogen. Kidonge ni hicho hapa cha Liver Care. Kwa hiyo Hakikisha unaimarisha homoni zako, hakikisha unasafisha mfumo wako wa uzazi na kutoa sumu kwenye ini, ili kusafisha mfumo wa uzazi kabisa. Ili kuweza kupata hizi tiba, nitafute whatsapp kwa namba inayoonekana hapo, na komenti neno niunge kujiunga na grupu letu la uzazi bure.